Karibu Tarangire, hii ni national park Tarangire. Kwa hizi zote chuma zinaingiza wageni ndani, hizi zote zote zote zote naingiza wageni ndani. Sasa kwao si kawaida tu, hizi chuma zote hizi chuma zote zinaingiza wageni undani. Mambo shwari fulu, kama kawa fisi <clears throat> au atasikia mi sijui nikakate gogo.